Katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam, kesi iliyotajwa kurindima Juni mbili elfu mbili ishirini na tano ina jili hapo Dar es Salaam juu ya mashauri yanayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA na amewasili katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam, pamoja na viongozi mbalimbali waandamizi wa, wa chama hicho. Kesi hiyo inarindima kwa njia ya kawaida na sio kwa njia ya mtandao kama ambavyo ilitumika hapo awali, ikiwa ni hitaji la mtuhumiwa Tundu Antipas Lissu pamoja na mawakili wake, na itakumbukwa kwamba Lissu alifikishwa kwa mara ya kwanza mahakamani hapo Aprili 10, elfu mbili na ishirini na tano akikabiliwa na mashtaka ya uhaini pamoja na uchochezi. Wakati hayo yanajiri Dar es Salaam, mawakili wa kiongozi huyo ya upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu, ambaye kesi yake inarindima hapo Dar es Salaam, wamepiga hodi kupeleka mashtaka katika Umoja wa Mataifa. Mawakili hao waliwasilisha malalamiko yao kwa jopo la kazi la Umoja wa Mataifa siku ya Ijumaa, wakipinga kuendelea kusikilizwa kwake katika jitihada za kuongeza shinikizo la kimataifa la kutaka achiwe huru, inaripoti shirika la habari la Uingereza Reuters. Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania chama cha Chadema na mshindi wa pili katika uchaguzi wa rais wa elfu mbili na ishirini alikamatwa mwezi uliopita na kushtakiwa kwa uhaini, shitaka ambalo akikutwa na hatia hukumu yake ni kifo, kutokana na kudaiwa kutoa wito kwa wafuasi wake kuzuia uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Msemaji wa serikali ya Tanzania hakujibu mara moja ombi la Reuters katika maoni yake. Wakati rais Samia Suluhu Hassan amepata sifa ya kupunguza ukandamizaji wa kisiasa hususani kwa vyama vya upinzani na viongozi wao, amekabiliwa na maswali kuhusu utekaji nyara na wakosoaji wa serikali katika miezi hivi karibuni. Utekaji nyara huo haujatolewa maelezo thabiti na viongozi wa serikali. Rais Samia ambaye atagombea kiti cha urais katika uchaguzi wa Oktoba amesema serikali yake inaheshimu haki za binadamu na kuagiza uchunguzi ufanyike kuhusu utekaji. Wakili ki wa kimataifa wa Lisu Robert Amsterdam amesema malalamiko ya siri kwa jopo la kazi la Umoja wa Mataifa, ambalo linatoa maoni lakini halina nguvu ya utekelezaji, ni sehemu ya kampeni ya shinikizo kubwa. Mwezi uliopita, bunge la Ulaya lilipitisha azimio la kupinga kukamatwa kwa Lisu na kwamba kulichochewa kisiasa na Amsterdam alisema kwamba ataiomba wizara ya mambo ya nje ya Marekani kuweka vikwazo nchini Tanzania. Hata kwa waendesha mashtaka, majaji, polisi, watu wote ambao wanahusika katika kesi hii ya uongo wangefahamu kwamba wanapaswa kulinda maslahi yao nchini Amerika. Amsterdam aliambia shirika la utangazaji la Reuters. Katika kujibu azimio la bunge la Ulaya, wizara ya mambo ya nje ya Tanzania ilisema ukosoaji wa nje kuhusu kesi hiyo ulitokana na taarifa zisizo kamili au za kuegemea upande fulani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani haikujibu mara moja ombi la kutoa maoni yake. Lissu ambaye alipigwa risasi kumi na sita katika shambulio la Septemba mwaka elfu mbili na kumi na saba katika eneo la makazi ya viongozi mjini Dodoma, mji mkuu wa taifa la Tanzania, na ambalo hakuna mtuhumiwa aliyewahi kufunguliwa mashtaka. Kesi yake inarindima Kisutu, Dar es Salaam. Kabla ya kufikishwa mahakamani wiki iliyopita, mamlaka zilimshikilia mwanaharakati raia wa Kenya na mwanaharakati wa haki za Uganda ambao walikuwa wameingia Tanzania kuhudhuria kusikiliza kusikilizwa kwa shauri dhidi ya Lissu, walitelekezwa siku kadhaa baadaye jirani na mpaka ya nchi zao. Mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi alisema wote wawili waliteswa vibaya wakiwa mahabusu. Maafisa wa Tanzania hawajajibu wa maombi ya maoni yao kuhusu madai hayo. Rais Samia amewaonya watu wa nje dhidi ya kuvamia na kuingilia mambo ya Tanzania. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika uzinduzi wa toleo jipya la sera ya mambo ya nje ya mwaka 2021, toleo la mwaka 2024, Rais Samia alisema kuwa mwenendo unaoibuka wa baadhi ya wanaharakati kuvuka mipaka na kuingilia masuala ya ndani nchi, hali ambayo haiwezi kuvumiliwa. Tusiwe shamba la bibi, kwamba kila mtu anaweza kuja na kusema anachokitaka. Tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region, kwa maana kanda yetu hii, kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku, alisema Rais Samia. Kauli hiyo ilikuja siku moja baada ya wakili mashuhuri wa Kenya na aliyewahi kuwa waziri wa sheria Martha Karua pamoja na jaji mkuu wa zamani Willy Mutunga na wanaharakati wengine wawili kuzuiwa kuingia nchini Tanzania. Walikuwa wamewasili kuhudhuria kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa upinzani Tanzania Tundu Lissu ambayo inaendelea hapo katika mahakama ya Hakimu Mkazi Dar es Salaam. Kwa mujibu wa Karua, alifurushwa na kurudishwa Kenya kwa lengo la kumzuia kuhudhuria kesi hiyo. Mutunga na wenzake pia walielezwa kuwa walizuiwa katika uwanja wa ndege kabla ya kurejeshwa nchini kwao. Kauli ya rais Samia ilionekana kutoa mwelekeo wa msimamo wa serikali ya Tanzania kuhusu swala hilo. Sasa kama wao wameshadhibitiwa, wasije kuhudhuru, wasije kutuharibia huku, tusitoe nafasi, walishaharibu kwao walishavuruga kwao. Nchi iliyobaki haijaharibiwa watu kwao, na usalama wa amani na utulivu ni hapa kwetu, aliongeza Rais Samia. Waziri wa mambo ya kigeni wa Kenya Korir Sing'oei, alisitiza umuhimu wa kuheshimu haki za binadamu na ushirikiano wa kikanda. Hata hivyo, tofauti na ilivyotarajiwa, baada ya kauli hizo, hali ya mambo haikupoa. Badala yake kulitokea kauli zenye lugha kali za baadhi ya wabunge wa Tanzania wakati wakichangia hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya mambo ya ndani ya nchi, huku baadhi ya wabunge wa Kenya wakijibu kwa ukali. Nako katika mitandao ya kijamii kulikuwa na mjadala na malumbano makali kwa pande zote mbili, hadi rais wa Kenya William Ruto alipoziomba radhi Tanzania pamoja na Uganda. Mengi kuhusu kesi inayorindima katika mahakama ya Kimu Mkazi Kisutu, Dar es Salaam inayomhusu Tundu Antipas Lissu dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutakufahamisha chochote ambacho kitajiri. Tanzania tutakufahamisha